Kutoa hoja kumi, onyesha namna dhana ya fadhila za punda inajitokeza hapa. Kwa hivyo unaambiwa onyesha ufaafu ile anwani fadhila za punda, kwa sababu umeambiwa kwa kutoa hoja kumi, onyesha namna dhana ya fadhila za punda inajitokeza. Kwa hivyo licha ya Luka kusaidiwa na Lilia kwa kumwambia babake amsaidie na babake anamsaidia kwa kumsomesha, Luka anakosa fadhila kwa kumpiga na kumdhalilisha Lilia kwenye ndoa. Kwa hivyo licha ya Luka kusaidiwa na Lilia kwa kumwambia babake amsaidie na babake anamsaidia kwa kumsomesha Luka anakosa fadhila kwa kumpiga na kumdhalilisha lili Lilia kwenye ndoa. Kwa hivyo tunaona sehemu hizo zote mbili tunaona fadhila na tunaona ile punda, upande wa punda unajitokeza. Licha ya kanisa kumsaidia Luka kwa kumpa kazi mamake na yeye na nafasi ya kuhudumu hapo kanisani, anakosa fadhila wakati analiuza kanisa kwa hivyo kwa sababu hii ni methali lazima tuone zile pande mbili fadhila, na tuone punda, upunda unakuja wapi? Kwa hivyo licha ya kanisa kumsaidia Luka kwa kumpa kazi mamake na yeye nafasi ya kuhudumu hapo kanisani anakosa fadhila wakati analiuza kanisa. tatu, licha ya Lilia kumtendea wema Luka kwa kukubali kuolewa kwake, licha ya Lilia kumtendea wema Luka kwa kukubali kuolewa kwake naye Luka anakosa fadhila kwa kuwa na mazoea ya kumpiga na kulala nje. Kwa hivyo upande wa fadhila ni pale lili ana anakubali Luka muoe, na upunda tunauona pale anakosa fadhila kwa kuzoea kumpiga na kulala nje, e, Luka kulala nje. Nne, Luka anakuwa na fadhila za punda kwa kuwa na uhusiano wa kimapenzi nje ya ndoa licha ya Lilia kukubali kuolewa naye. Kwa hivyo Lilia anakubali kuolewa naye, hapo ndiyo fadhila tunaziona, lakini Luka anakuwa na uhusiano wa kimapenzi nje ya ndoa. Tano. Luka anakosa fadhila kwa kumwambia Lilia aache kazi na kumlazimisha awe na mke wa nyumbani. Luka anakosa fadhila kwa kumwambia Lilia aache kazi na kumlazimisha awe mke wa nyumbani. Luka anakosa fadhila kwa kuwasaliti wapiga kura, licha ya raia kumpigia kura. Anakuwa gavana, yeye anaamia kwenye kasri la gavana, na madaraka yanamlevya, na anakosa kujali hali duni ya maisha ya raia. Kwa hivyo tunaona upande wa kwanza pale anatendewa fadhila kwa raia kumpigia kura anakuwa gavana. Kwa hivyo, yeye fadhila tunaiona pale ambapo anapunda upunda. Tunaona pale anahamia kwenye kasi la gavana na madaraka na mlevi, anakosa kusaidia raia. saba. Mwanamke ambaye alikuwa akiandamana na Luka kila mahali anakosa fadhila wakati anamtoroka baada ya kugundua kuwa Luka hawezi kutembea tena. Kwa hivyo fadhila ilikuwa mwanamke yule alikuwa na, anaandamana na Luka kila mahali. Lakini baada ya kuambiwa kuwa Luka hawezi kutembea tena anamtoroka. Nane. Luka anakuwa na fadhila za punda kwa kumlazimisha Lilia kwenda naye kwenye kampeni licha ya kuwa na ujauzito wake. Huyo fadhila ni pale e, yeah, eh, Lilia na ujauzito ujauzito wao na Luka, tunaona anakosa fadhila pale anamlazimisha waandamane naye kwenye kampeni. Luka anakuwa na fadhila za punda kwa kukosa kuhuzunishwa na kifo cha kitoto chake. Anaona kuwa huo hukuwa muda wa nini, wa kuzaa. Pia anakuwa na fadhila za punda kwa kumdhalilisha Lilia na kusema umbo lake ni kama nani, nguruwe. Eh, anasema umbo lake ni kama nguruwe licha ya Lilia kukubali kuolewa na kuwa mke wa Luka. Luka anakuwa na, na fadhila za punda anapomwambia kuwa wanawake ni wengi, wanawake ni wengi. Licha Lili ya kumpikia Luka chakula, Luka anampiga kwa kisingizio kuwa chakula akikukolea nini? mm -hmm. Chumvi. Swali la tano, twende pale, fafanua madhila ya mwanamke katika jamii ukirejelea hadithi zifuatazo. Kwa hivyo tunaangalia maudhui maudhui ya fadhila ya mwanamke madhila, samani ni madhila. Fafanua madhila ya mwanamke katika jamii ukirejelea. Kwa hivyo, ni madhila, ni nini? Mateso, si ndio? Mateso ambayo yanapitia mwanamke. Tunaanza na fadhila za punda. Kwanza ni kupigwa. Sikiliza tu, kupigwa. Luka anakuwa na mazoea ya kumpiga, kumpiga Lilia. Kwa mfano, anampiga teke tumboni, anampiga kisingizio kuwa chumvi akikukolea kwenye chakula. Fadhila, madhila ya pili pale ni kuachishwa kazi na kutawishwa. Kuachishwa kazi na kutawishwa, Luka anamshinikiza Lilia kuacha kazi, Lilia anaishi kutawishwa kazi yake inakuwa kukaa nyumbani na kupokea wageni na kuandamana luka na Luka anapohitajika. Tatu, ni mwanamke hana uneni. Lilia anakuwa kama ua aonekane, lakini asiseme. Hivyo, mwanamke hana uneni. Lilia anakuwa kama ua aonekane, lakini asiseme. Nne, mwanamke anatelekezwa katika ndoa. Luka anamtelekeza Lilia kwa kuhamia kwenye kasri la gavana na kumwacha aishi kijijini katika upweke. Mwanamke anapewa vitisho na kudhibitiwa. Mwanamke anapewa vitisho na kudhibitiwa. Luka anamwambia Lilia baada ya kumpiga kuwa akisikia ametoka nje ya lango atajua kilichomtoa kanga manyoya ya shingoni. Kwa hivyo anapewa vitisho naambiwa akisikia ametoka nje atajua nini kilichomtoa kanga manyoya ya shingoni kunyimwa. Uhuru kunyimwa uhuru. Luka anamwambia Lilia asisikie ametoka nje ya lango. Kudhalilishwa kudhalilishwa. Luka anamwambia Lilia umbo lake ni kama la nguruwe. Luka anamtumia Lilia kufanya kampeni anaona akiwa naye watu watamwona kama kiongozi anayethamini ya familia. Kwa hivyo anamtumia Lilia kufanya kampeni, anaona akiwa naye watu watamwona kama kiongozi anayethamini ya familia. tisa. Luka amshirikishi Lilia katika maamuzi ya kuuza kanisa. Hayo ni madhila. Tuangalie madhila katika hadithi fupi ya nipe nafasi. Nipe nafasi